Nataka niende moja kwa moja kwenye somo letu. Somo letu linaitwa huduma na wito. Tulianza siku ya jumaa na jana pia tuliendelea, na leo tunahitimisha kujifunza na kulitazama somo hili. Katika siku zilizopita, nilizungumzia, nilitafsiri wito, nikazungumzia huduma, lakini nikaonyesha namna ambavyo Mungu anaita watu katika huduma mbalimbali mbali. Na siku ya jana tuka tukaangalia baadhi ya watu ambao Mungu aliwaita katika wito maalum na nini walichokifanya na namna ambavyo walitakiwa kuishi katika kutumikia ule wito ambao Mungu alikuwa amewaitia. Lakini tukahitimisha kwa kuangalia jinsi ambavyo mtu anaweza akatambua huduma yake. Namna gani mtu anaweza akatambua wito ambao Mungu amemuitia? Tulifanya zoezi hapa na kila mmoja wetu aliondoka akiwa amejua kwamba nini ambacho kiko ndani yake na nini hakiko ndani yake. Tulipitia kwa sehemu. Sasa leo nataka niende moja kwa moja tuangalie njia ya pili ambayo mtu anaweza kaitumia kutambua wito wake ambao hiyo tulisema ni njia ya kiroho. Ile tu tutazama jana ilikuwa ni njia ya kitaalamu, lakini leo ninatazama sasa njia ya kiroho inayotumika kumsaidia mtu kugundua kile ambacho Mungu amemwitia kufanya. Kwenye somo nililokupa, kipengele kinachoenda kuzungumzia sasa hivi akipo. Kwa hiyo nitaomba nisikilize sana na ikiwezekana uandike baadhi ya vitu nitakavyovisema, hasa zile pointi na vile vifungu vya maandiko uviandike vitakusaidia baadaye utakapokuwa unarejea na kujifunza zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. funika macho yako, nimshukuru Mungu Baba. katika jina la Yesu ninakushukuru, asante kwa nafasi hii ya kipekee sana, umenipa tena mtumishi wako Bwana, nisimame mahali hapa kunena neno lako hili. Asante Bwana kwa yale yaliyotangulia. Bwana, nakushukuru sasa kwa ajili ya wakati huu, ninajua yako mambo ya kusudia kuyakamilisha pamoja nasi mchana huu. Baba, najikabidhi mikononi mwako nitumie sasa kama mtumishi wako ewe Bwana kunena haya ili atufae kama kanisa lako, katika jina la Yesu ninaomba na kuwakabidhi mikononi mwako watu hawa katika jina la Yesu Kristo Amen. Njia ya kiroho ya kutambua wito wako. Katika njia hii ya kiroho, yako mambo kadhaa ambayo ni muhimu uyafahamu na uyafanyie kazi ili uweze kutambua kitu ambacho Mungu amekuitia au uweze kujua ule wito ambao Mungu amekuita kufanya yako mambo manne ambayo ni ya muhimu sana ili uweze kutambua wito ambao Mungu amekuitia au huduma ambayo Mungu amekuitia kufanya. Na jambo la kwanza katika mfululizo wa mambo hayo manne, jambo la kwanza la muhimu ili uweze kugundua wito wako kwa njia ya kiroho ni kufanya maombi maalum. Ndiyo njia ya kwanza, kufanya maombi maalum, kwamba ili uweze kujua nini wito wako na ni nini ambacho Mungu anataka ufanye katika maisha yako. Kuna wakati unaweza ukawa unaishi, upo kanisani unatumika e, unaabudu pengine unapangiwa kazi za kufanya kanisani, lakini wakati mwingine ukawa ukawa unafanya unafanya kazi ambazo sio wito wako, ukawa unafanya huduma ambayo sio wito wako. Pengine unafanya kwa sababu umepangiwa na, na kiongozi wako umepangiwa na mchungaji la, umepangiwa na mtu ambaye anakusimamia anakwambia, fanya hivi, fanya vile na unafanya lakini wakati mwingine unaweza unafanya , lakini huo sio wito wako. Sasa, ili uweze kutambua wito wako, ikiwa haufahamu nini Mungu amekuitia kufanya mahali, ni muhimu jambo la kwanza unatakiwa kufanya, unatakiwa ufanye maombi maalum, na haya ni maombi yanayolenga kumuuliza Mungu kwamba, Mungu, unataka nifanye nini? Kusudi lako ni nini kwangu mimi kuwepo hapa? Haya sio maombi ambayo watu wengi sana wanafanya sio jambo ambalo watu wengi wanajiuliza, lakini ni jambo la muhimu sana ambalo unatakiwa kulifanya ili ujue mahali ulipo Mungu anataka ufanye kitu gani. Tunaweza tuka, tukaangalia mfano mzuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu Ezra, wakati ule alipokuwa anatakiwa kuondoka kwenda kule Yerusalemu pamoja na baadhi ya watu. Kitabu cha Ezra sura ya nane, Ezra sura yake ya nane, ukisoma mstari wa ishirini na moja utamwona Ezra anafanya maombi maalum na anawaelekeza watu kufanya maombi maalum ili wamuulize Mungu kwamba anataka wafanye kitu gani, anataka waendeje na itakuwaje njiani wakati walipokuwa wanasafiri. Ukisoma mstari wa ishirini na moja unasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili tupate kujinyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yetu yote. Ezra akaamuru watu wafunge. Haya yalikuwa ni maombi maalum na maombi haya yalilenga kuwapatia mwelekeo mzuri katika safari yao. Sasa hata katika wito na maisha yetu ya wokovu huwa tunahitaji kuwa na mwelekeo ulio sahihi. Nimesema kitabu cha Ezra sura nane mstari, mstari wa ishirini na moja. Katika maisha yetu tuliokoka, tunahitaji kuwa na mwelekeo ulio sahihi ili tuweze kumwona Mungu katika maisha yetu. Katika kutumikia wito ni muhimu kuwa na mwelekeo mzuri, mwelekeo sahihi, ili katika kutumikia wito wako usitumike tofauti na wito wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ili upate mwelekeo huo na kujua mwelekeo huo, njia ya kwanza inaweza kukusaidia, ambayo ni njia ya kiroho, ni njia ya kufanya maombi maalum And you play, you ask the, you ask God, unamuuliza Mungu, Mungu unataka nifanye nini katika hii nafasi ulionipa, katika ile eneo liloniweka, unataka nitumike vipi au nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana, ni muhimu sana. Kwa hiyo maombi haya ambayo uh, Ezra aliomba pamoja na watu wale ni maombi ambayo tunaweza kuyatumia kama mfano wa kutusaidia sisi kupata mwelekeo uliokuwa mzuri katika kutumikia wito lakini pia hata kama haujui wito wako, unaweza kufanya maombi haya maalum, itakusaidia kujua kwamba Mungu anataka ufanye kitu gani hapa duniani au kanisani. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kukusaidia kujua wito wako katika njia hii hii ya kiroho ni kutafuta au kufuata kanuni za Mungu. Kufuata kanuni za Mungu, kufuata kanuni za Mungu ni njia ya pili inaweza kusaidia kujua nini Mungu amekuitia. Unajua, huwezi kuwa mtu uliyejitoa kikamilifu kumfuata Mungu alafu ukawa mtu asiye na mwelekeo. Hicho kitu hakiwezekani, nataka nirudie, hicho kitu hakiwezekani. Hawezi kujitoa kwa ukamilifu wote kwamba mimi na, nimedhamilia, nataka nimfuate Mungu, nataka nitembee na Mungu alafu katika unatembea na Mungu ukawa mtu siye na mwelekeo, mtu sieleweka mtu sielewa haiwezekani. Na ndio maana ukichagua kuzifuata kanuni za Mungu inaweza kukurahisishia kazi ya kujua Mungu, kwamba Mungu anataka ufanye kitu gani. Angalia kitabu cha Mithali sura ya kwanza na mstari wa saba. Mithali sura ya kwanza na ule mstari wa saba, Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu kudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa bali wapumbavu hudhalau hekima na adabu. Kitabu cha Ayubu sura ya 28, Ayubu sura ya 28 na mstari wa 28, Ayubu sura ya ishirini na nane na mstari wa ishirini na nane. Biblia inasema kisha akamwambia mwanadamu, tazama kumcha Bwana ndiyo hekima na, ku, na kujitenga na uovu ndiyo ufahamu. kumcha Bwana mtu anayetafsiriwa kwamba ni mtu anayemcha Bwana ni mtu anayezifuata kanuni za Mungu. Mtu ambaye anatafsiriwa kwake kwamba ni mcha Mungu ni mtu anayefuata kanuni za Mungu na ndio, hata kama unapita katika changamoto, kama wewe ni mtu uliyezamilia kufuata kanuni za Mungu, nataka nikuhakikishie kwamba hautapoteza mwelekeo. Unaweza kuwa unapita kwenye changamoto kubwa kabisa lakini, kama wewe ni mcha Mungu, utashangaa haupotezi mwelekeo wako, bado ni mtu ambaye una focus ile ile, haupotezi mwelekeo. Kwa nini? Kwa sababu ni mcha Mungu. Ninafananisha na meli. Jambo hili naweza nikalifananisha na meli. Meli inaweza kawa inapita inatembea baharini, labda inatoka Ulaya inakuja Afrika, ikiwa njiani ikakutana na dhoruba kubwa, ile dhoruba ni kweli itaisonga ile meli itaibabaisha na kuiumbisha, lakini meli ile haitapoteza mwelekeo, ita, itakuja, itakuja, na mwisho wa siku itatua nanga bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo mtu ambaye anafuata kanuni za Mungu anaweza akapita kwenye changamoto, lakini hatapoteza mwelekeo. Ndio maana ni muhimu unapotaka kujua Mungu alichokuitia Jitahidi kufuata kanuni za Mungu, fuata yale mambo ambayo Mungu anakuelekeza, fuata yale maelekezo ya Mungu yaliyopo katika neno lake, yafuate kila siku. Utakuta katika kuendelea kuyafuata, utajua Mungu anataka ufanye kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Utajua Mungu amekuitia nini. Lakini ukiwa mtu ambaye haufuati kanuni za Mungu, unaweza kukaa kanisani miaka mingi sana, lakini ukawa ni mtu ambaye haujui Mungu anataka ufanye kitu gani. So I need to encourage you. Nataka niwatie moyo kwamba kila mmoja wenu au kila mmoja wetu ajikite katika kutafuta kuzifuata kanuni za Mungu ili msaidie kujua Mungu anataka ufanye nini au Mungu anataka ufanye kitu. Jambo la tatu linaloweza kumsaidia mtu kujua wito wake katika njia hii ya kiroho ni kuwa na baba wa kiroho, kuwa na baba wa kiroho to have a spiritual father. Kuwa na baba wa kiroho ni jambo la tatu linaloweza kumrahisishia mtu kazi ya kujua kile ambacho Mungu amemwitia, kuwa na baba wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuwa na baba kuwa na baba sio swala la, la kumua na mtu wa kumwita baba. But ni kuwa na mtu ambaye unaweza ukatii ukati kila ambacho anakuelekeza na, na kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya mtu ambaye anaweza akasema na wewe ukasikiliza, mtu ambaye anaweza atoa mashauri na we baba. Hivyo unajua kuna watu ambao wana baba katika mwili, lakini wale baba hawana, hawana sauti kwa watoto. That is not of kuwa baba, na hiyo kitu Mungu aliifanya hivyo kwa asili kwa asili huwa kuna heshima inakuja automatically, ambayo mtu anatakiwa kumheshimu baba yake, hata kama huyo mtu ana ujuzi mkubwa kuliko baba yake, ana umbo kubwa kuliko baba yake, mambo yote. Hata kama yako hivyo, lakini kuna heshima ambayo Mungu ameiweka kwa asili, iko pale, iko pale, itaendea kuoperate bila kujali chochote. Sasa katika maisha ya kiroho ili iwe rahisi kwako kujua Mungu amekuitia kitu gani, lazima uwe na baba wa kiroho ambaye unaweza ukasubmit kwake, unaweza ukajinyenyekei kwake, unaweza ukamsikiliza akikuelekeza, ili kupitia huyo uweze kujua nini Mungu anataka ufanye katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu ambaye hana baba wa kiroho hana utulivu, hana utulivu, lakini pia hana mipaka anaweza kuenda popote, anaweza kufanya chochote kwa sababu anajua hakuna mtu ambaye anaweza akaniuliza. Lakini ni muhimu kweli kweli kuwa na baba wa kiroho ili uweze kujua nini Mungu amekuitia kwako, kujua nini Mungu amekuitia, au iwe rahisi kwako kujua nini Mungu amekuitia, hakikisha unaye baba, hakikisha unaye baba. Kitabu cha Samueli ukisoma pale Samueli wa kwanza sura ile ya tatu, ukisoma pale, pale, utashangaa kuona namna alivyokuwa kwa Samueli Mungu alipokuwa anamuita Samueli sura yake ya Samuel wa kwanza sura ya tatu ukisoma kuanzia mstari wa nne ukaendelea kusoma mpaka mstari wa tisa utashangaa pale. Nataka nikusomee hapa maandiko, anasema basi, wakati huo Bwana akamwita Samuel, naye akasema mimi hapa akamwendea Eli kwa haraka, akasema mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema sikukuita, kalale tena. Naye aka, akaenda akalala tena Bwana akamwita mara ya pili Samweli, Samweli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samweli alikuwa hamjui Bwana bado na, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samweli mara ya tatu naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Mstari wa tisa, nikiendelea nasema kwa, kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa uki akikuita utasema, nena Bwana, kwa maana mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala. Kama kwanza ukiendea okay, kusoma utaona baadaye Mungu aliita tena, ndio Samueli akaitika. Kwa hiyo kulikuwa na mwendelezo wa Mungu kumuita Samueli. Mungu alikuwa na ujumbe, Mungu alikuwa na ujumbe ambao alitaka kumwambia Samueli kwa ajili ya Eli. Sasa wakati Mungu anamuita Samueli, Samueli wala hakuwa na ujuzi hakujua kama Mungu anaweza kumwita mtu. Kwa hiyo alikuwa hajui kitu chochote wakati wote alipokuwa akiitwa, kwa sababu alikuwa anaishi katika eneo la kikuhani na Eli mzee. Eli ndiye alikuwa kuhani katika eneo lile. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anamwita Samueli, Samueli yeye akawa nafikiri ni Eli ndiye anamwita. Kwa hiyo mara zote akiitwa, alikuwa anaenda kuuliza, niambie, unasemaje mzee Niambie, unasemaje mzee? Mzee anasema mimi sijakuita, nenda kalale. Ilikuwa ni usiku, nenda kalale. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu ndio Eli anashtuka, Mungu ndiye anayemwita, mtu huyu ana kitu anataka kumwambia, ndio akamwelekeza nini cha kufanya. Kwa hiyo Eli alisimama kama baba kwa Samuel na akamsaidia aweze kujua kitu ambacho Mungu anataka Samuel. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nataka upate picha. Kama wakati Mungu anamwita wa Samuel, Kama Eli asingekuwepo. Try to think about that. Asingekuwepo ingekuwaje? Jaribu kuwaza kusana na hilo kwamba wakati Mungu anaendelea wa kumwita Samuel, kama Eli asingekuwepo maana yake Samuel angekwama. Samuel angekwama, asingejua nini Mungu anataka afanye. Lakini kilichomsaidia mzee Eli alikuwa pale akamsaidia. Kwa hiyo unapokuwa na baba wa kiroho, atakusaidia kupata mwelekeo wa wito wa huduma au na huduma yako, kama unatakiwa uweje. Unaweza ukawa ni mwimbaji, unaweza ukawa ni mwalimu. Kumbuka jana nikwambia, unaweza ukaitwa kuwa mtumishi chini ya mtu mwingine, lakini unaweza ukaitwa kuwa mtumishi kiongozi. In case wee ni mtumishi chini ya mtu mwingine That is speech of father, yule baba wa kiroho atakusaidia kupata mwelekeo sahihi. Kuna vitu vingine unaweza ukawa Mungu amekuitia kufanya, lakini haujui upiteje, uanzeje, uendeje, haujui. Lakini yule baba wa kiroho ambaye Mungu ameweka pale, atakusaidia kujua kwamba hapa unatakiwa uende hivi, unatakiwa ufanye hivi, ili mwisho wa siku upate matokeo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na mtu kama huyo, ili wito wako uweze kuwa na maana. Haleluya, haleluya, nataka nikwambie na baba wa kiroho. Baba wa kiroho ni mtu wa muhimu kwako, na uh, uh, ni muhimu sana ukawa na baba wa kiroho ambaye una amani naye, uko unajisikia furaha na amani kumshirikisha chochote ambacho unaweza ukawa unapitia, uko uko na amani kumshirikisha spiritual father lakini kuna wakati, kama ilivyo baba wa kimwili, huwa kuna wakati baba anamchapa mtoto. Baba akimchapa mtoto haimaanishi kwamba huyo sio baba. Mimi mwanangu huwa anamchapa hata yeye anajua asikiliza, ameanza tabia, nikimwambia nataka kumchapa anasema baba anisamee, baba anisamee, hata hivi kabisa nimchapa, lakini huwa anamchapa. Sasa nataka kusemaje? Nataka kusema kwamba baba akiroho, so, sio wakati wote atakubaliana na wewe kuna wakati naweza kuwa na mawazo tofauti, lazima ujifunze pia kuyapokea. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. <tipi> Haleluya, ujifunze kuyapokea, ili kusaidia kuendelea kumuona Mungu katika maisha yako. Baba asipopokea mawazo yako usi, usikatae usi, ukasema ah, wewe huwezi we, kuwa baba yangu tena, no. Anataka kuwa baba yako, hata kama hakubaliani na kile ambacho wewe unafikiri kutupata. Jambo la nne jambo la nne linaweza kukusaidia kupata uh, kujua wito wako ni kusoma neno la Mungu kwa bidii kusoma neno la Mungu kwa bidii kusoma neno la Mungu kwa bidii kwa bidii bidii. Ni jambo la nne ambalo linaweza kukusaidia kupata kujua wito wako. ya mambo yanayokamilisha wito mambo yanayokamilisha wito, mambo haya ni mambo ya muhimu, nitamani pate utulivu mkubwa kuyazungumzia, lakini nitayazungumza kwa haraka haraka sana, ili niweze kumaliza katika muda ambao nimekusudia. Mambo yanayokamilisha wito, tutaangalia mambo manne yanayokamilisha wito. Mambo yanayokamilisha wito kwamba unapokuwa umeitwa na kufanya huduma fulani umeitwa na kujikuta wewe unatumikia wewe, unatumika kama mchungaji, unatumika kama mwalimu, unatumika kama mwimbaji, unatumika kama mtu wa kutia moyo, unatumika kama mtu wa kuwashauri watu, unatumika kama mwinjilisti na kadhalika. Mambo gani yatakamilisha huo wito ambao Mungu amekupatia? Nataka tuanze kwa mfano ufuatao sasa. Mnaweza mkaanza kufuatilia wale wenye somo hili ukurasa wa sita. Nianze kwa mfano kwamba labda wewe ni mvuvi wa samaki, wewe unavua samaki, unayefanya shughuli hizo katika bahari e, au unafanya shughuli hizo ziwani, au unafanya hizo shughuli katika mito mikubwa, halafu ukawa unafanya shughuli zako za uvuvi ukiwa hauna nyavu hauna ndoano wala hauna mtumbwi, nataka niambie, je, utaweza kuvua samaki? Yaani, ikifika zamu yako ya kwenda kuvua, wewe huna mtumbwi, huna boti, huna chochote, unafanya tu kuogelea, unaenda mpaka kilindini, huna ndoano, huna nyavu, utarudi na samaki? Utafanya kumkimbiza samaki mpaka kumkamata namna? Haiwezekani, <coughs> haitawezekana, hai Utakuwa unaenda baharini kila siku, narudi hivyo hivyo, unaenda kila siku, narudi hivyo hivyo, lakini wenye nyavu, utashangaa wameenda wakirudi, wana mashehena ya samaki, wewe vile vile hauna chochote. Sasa ukweli ni kwamba ili kufanikiwa utahitaji kuwa na nyavu, uwe uwe na mitumbwi au ma, maboti uwe nayo hapo, ndio unaweza ukienda utarudi na samaki, lakini kama hauna sasa hata katika swala la wito wa kwako ili uweze kukamilika, unahitaji kuwa na mambo yafuatayo, ambayo ni mambo ya kipekee sana. Lazima uhakikishe yapo katika wito wako, ili huo wito uweze kuzaa matunda na huduma yako iweze kuwa hai. Jambo la kwanza ambalo utalihitaji katika kukamilisha wito wako, uta, utahitaji kuwa na maarifa sahihi. Maarifa sahihi, kuhusiana na wito wako. Yuni the good knowledge, unahitaji uwe na maarifa sahihi kuhusiana na ule wito ambao Mungu amekuitia. Itakuwa haina maana kabisa kwako, umeitwa kuwa mwimbaji halafu haujui kuimba. Kila siku ukipewa nafasi ya kuimba, unaimba off key, inamaliza nawe ndio unaanza. Utakuwa ni mwimba, ni mwimbaji na chekesha watu ukipata nafasi, na itafika wakati watu watakuwa watu na hamu ya kukusikiliza hata ukiendelea ukaboresha huduma yako ukatoa nyimbo, watu hatazi play nyimbo zako maana hazina mvuto. So lazima uwe na maarifa sahihi. Ukishajua kabisa Mungu ameniita katika eneo fulani, umeitwa kama mwalimu, hakikisha unaweza kufundisha, unaweza kusema. Umeitwa kama mhubiri wa Injili, hakikisha unaweza kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unapata na unaenda kuhubiri, wewe unafanya kuwasomea watu maandiko, hawezi kufanua chochote. Huwezi kufanua chochote. Unasoma tu ukimaliza, kusoma wa Korintho wa kwanza sura ya pili mstari wa pili, ukimaliza unafungua tena kitabu kingine. Wewe sio mhubiri. Umeitwa, ndio lakini huna maarifa. Hujui kuhubiri. Kwa hiyo lazima uwe na maarifa ya kutosha kulingana na kile kitu ambacho Mungu amekuitia. Uhakikishe uko vizuri. Mungu amekuita kama mtu wa kuwashauri watu. Sikiliza, kuna baadhi ya watu wao wameitwa ni kushauri watu. Mtu amekwama, wewe unaenda pale kutoa kwenye mkwamo. Kuna watu wameitwa hivyo. Sasa ukishaitwa katika huduma kama hiyo, sikilizeni niwaambia ile huduma yako na baraka zako zitapitia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wito wako ni ofisi yako. Ndio maana nikwambieni, kuna mtu mwingine anaitwa, anakuwa na ofisi, anapewa ofisi. Unaweza kuwa na ofisi inayojitegemea au ikawa na ofisi iko chini ya mtu mwingine. Maanake wewe ni mtumishi chini ya mtu mwingine. Sasa baraka zako zinapita kwenye mfereji ule wa wito wako. Sasa unahitaji kuwa bora, unahitaji maarifa. Umeitwa kuwashauri watu, ndio huduma yako. Hakikisha una ujuzi wa kushauri, au to, to, to do counseling. Una, u, u, ushauri, mna, gani, njia, kushauri, ushauri unawezaje kufanya ushauri, namna gani, njia ipi bora ya kumshauri mtu mpaka afike mahali pa kuchukua hatua. Bwana Yesu asifiwe sana kwa, hakikisha una maarifa yanayotosheleza kuhusiana na wito wako. Tukija katika ule wito wa jumla ambao nilikuonyesheni ambao Mungu ametuitia sote tukae katika huo, lazima ujue kabisa kwamba ili kuendelea kukaa katika wito wa jumla unahitaji kuwa kufanya nini? Lazima utunze utakatifu, maana wito wa jumla ni wito ambao Mungu anatuita ili tuishi maisha matakatifu, tumfuate Kristo kama mwokozi wetu. Kwa lazima uhakikishe unajua ni misingi ipi na ni nini natakiwa nifanye ili niendelee kukaa katika wito huu ambao Mungu ameniitia. Haleluya! Kitabu cha Mithali sura ya nane mstari wa kumi. Mithali sura ya nane mstari wa kumi lakini pia Matendo ya Mitume sura ya tisa mstari wa tatu na hadi wa sita Mithali sura ile ya nane mstari wa kumi Matendo ya Mitume sura ya tisa mstari wa tatu hadi wa sita Unapokuwa na maarifa sahihi juu ya wito wako, hiyo inakusaidia kufanya huduma kwa, kwa uhakika, hau babaishi kabisa. Hata ukipewa kuimba, umeamshwa usingizini Unajua, hapa mimi siendi kuharibu, maana huko umekamilika kwenye eneo hilo. Bwana Yesu atusaidie sana. Umekamilika, uko vizuri, sauti zi ipo, nyimbo zipo, umekamilika. Kwa hiyo una ukipewa nafasi wala haujiulizi -ha mara mbili, unaingia moja kwa moja kwenda kufanya kazi, maana ndio wito wako, ni uwanja wako, ni eneo lako la kutumika. Na ukiwa na maarifa yanakuongezea thamani mtu mwenye maarifa ya kutosha katika eneo lake na thamani yake ni kubwa. Kwa ukiwa na maarifa ya kutosha hata katika eneo la uimbaji unakuwa bora. Ukiwa na maarifa kwenye huduma yako, yale maarifa yanaongeza thamani yako, yanaongeza thamani kwenye ile huduma. Ni muhimu sana uhakikishe, ukishajua Mungu amekuitia kukaa mahali fulani, fanya bidii kuwa na maarifa ya kutosha kutumika katika hiyo nafasi. Amen. Jambo la pili linalokamilisha wito, labda kabla sijalitaja jambo hili niseme, nikuambie kitu cha kukumbuka, nimeandika pale, kumbuka, kama umeitwa kuwa mwalimu, mwinjilisti, mwimbaji na kadhalika, hakikisha unakuwa na maarifa ya kutosha katika kulitumikia au kuutumikia huo wito, hakikisha. Jambo la pili sasa linalokamilisha wito, jambo la pili linalokamilisha wito ni ubora katika kutumika au ubora katika kutumikia wito wako Jambo la pili linalokamilisha wito, jambo la pili linalokamilisha wito ni ubora katika kutumikia wito, ubora standards, ubora katika kutumikia ule wito. Ubora ni kufanya kwa viwango vya juu ili kumridhisha yule aliyekuita ku, lakini pia kumridhisha na yule ambaye namhudumia. Hakikisha unafanya kwa ubora, watu wa Mungu. Watu wa Mungu wengine wanatumika hapa katika nafasi ambazo Mungu amewaitia. Hakikisha unafanya kwa ubora. Ukisimama ukisimama, wewe umesimama kuongoza ibada, watu waone kitu cha tofauti. Umesimama kuongoza ibada, tukoongoza tu ibada, tuone kitu cha tofauti, maana hilo ni eneo lako, Mungu amekuitia. Tuone unasimama na tunaona kitu cha tofauti. Umesimama leo Jumapili, ukisimama Jumapili tena, tunaona ni tofauti na ulivyosimama Jumapili You have something you added. You have something. Kuna kitu fulani umekiongeza. Wewe, labda unaimba unafanya kuimba, wewe ni mwimbaji, ukiimba leo, kesho ukipata nafasi ya kuimba, you have something. Kuna kitu cha ubora zaidi umekiongeza pale. ni mwalimu unafundisha, ukisimama leo, ukisimama kesho, watu wanaona kuna vitu unavisema. Mpaka mtu anahamasika kuamini, mtu anahamasika anahama, kusikiliza kwa sababu unafanya kwa ubora. Ubora ni kitu cha muhimu ambacho kinakamilisha wito. Hebu chunguzi